Moja kati ya majina ambayo yameshawahi kutamkwa zaidi kwenye majukwaa na vibanda umiza hapa nchini Tanzania ni jina la Luis Jose Miquissone, mchezaji huyu ambaye alijipatia umaarufu mkubwa kweli kweli akiwa na klabu ya UD Songo, amewahi kufanya mambo makubwa akiwa na Simba Sports Club kiasi cha kuwashawishi wababe wa soka hapa barani Afrika Al Ahli kumuhitaji, ambapo amewahi kuwa mchezaji halali wa Al Ahli ya pale nchini Misri. Licha ya kwamba mara baada ya kuondoka kwenye klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba, performance ya Luis Jose Miquissone uh, iliteteleka kidogo, wengi wakieleza kwamba sababu iliyofanya performance yake ishuke ni kukosa nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha Al Ahli, lakini mara baada ya hapo tulishuhudia alirejea hapa nyumbani Tanzania akiwa na wekundu wa Msimbazi Simba, mambo yake hayakwenda vizuri, na ndipo alipoamua kurudi tena nyumbani Yudi Songo. Sasa ni kujiuze tu kama ulikuwa haufahamu, mara baada ya Luis Jose Miquissone kurejea nchini kwao akiwa na kikosi cha UD Songo, naweza kusema kwamba ni kama vile ameenda kupikwa upya, makali yake ya soka yamerejea kama mwanzo. Luis Jose Miquissone amekuwa ni mchezaji wa kutegemewa kwenye kikosi cha UD Songo. Sasa nipo hapa kukupa moja kati ya taarifa njema sana, taarifa inayohusu kurejea kwa Luis Jose Miquissone kwenye klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwanza kabisa, kabla sijaendelea, ni kukumbushe kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, hakikisha umesubscribe chaneli yetu na kubonyeza alama ya kengele iliyopo chini ya video hii inayosomeka kama subscribe. Mara baada ya kufanya hivyo, kuna alama moja ya kengele itatokea, nayo utaibonyeza mara moja. Kwa kufanya hivyo tu, moja kwa moja utakuwa ukijipatia taarifa zetu pindi ambapo tutakuwa tunaziachia, kwani tutakutumia alama ya notification pindi ambapo uh, tutakuwa tuna tunaziachia kazi zetu. Hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa kufanya. Sasa moja kwa moja niende kwenye suala la msingi ambalo linamhusu nyota wa UD Songo hivi sasa, Luis Jose Miquissone, kurejea tena hapa nchini Tanzania kwa ajili ya kuitumikia klabu ya soka ya yes, Simba. Taarifa za ndani kabisa zinaeleza ya kwamba uongozi wa Simba Sports Club unatazama namna ambayo unaweza ukafanya ili kuweza kumrejesha Luis Jose Miquissone kwenye kikosi chao, kwani wanatambua a, Luis Jose Miquissone ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa kwenye michuano mikubwa hapa barani Afrika. Amecheza mechi tofauti za ligi ya mabingwa barani Afrika zenye pressure tofauti. Hivyo kipindi hiki ambacho Simba Sports Club wanahitaji matokeo kwa udi na uvumba, wao wanaamini wakipata mchezaji mwenye uzoefu aina ya Luis Jose Miquissone anaweza kuwasaidia waweze kufika kwenye nchi ya ahadi. Nini maoni yako wewe kama mdau wa soka? Niandikie comments hapo chini ya video hii. Lakini kama ndo mara yako ya kwanza kabisa unaungana nasi hakikisha una subscribe na kubonyeza alama ya kengele itakayotokea mara baada ya kusubscribe.